Afrika. Ametoa mabilioni kwenye mikoa na halmashauri zetu. Lakini hukumbuka ni mwaka wa uchaguzi na mambo mengi. Angeza kutoa excuse Mheshimiwa Spika, kwa miaka tisa mishahara haijapanda. Lakini Mheshimiwa Spika, jana rais msikivu na mthubutu anayetambua michango ya wafanyakazi ambayo huwa income tax inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa taifa. Amethubutu kupandisha mishahara kima cha chini kutoka laki tatu sabini mpaka laki tano. Mheshimiwa Spika, Naomba wabunge wenzangu ambao wamekuwa wachangiaji wakubwa kwenye swala hili Mheshimiwa Spika, waniunge mkono kwenye pongezi hii. Ni dharura ya kipongezi, bunge lipongeze mheshimiwa rais. Uamue mwenyewe, Mheshimiwa Spika, utatuongozaje? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asanteni sana. Tuketi. Tuketi waheshimiwa wabunge. Asante sana. Mheshimiwa Neema Rugangira. Mheshimiwa Spika, nasimama kwa kanuni ya 76. Mapema leo asubuhi wakati Mheshimiwa Naibu Waziri Patrobas Katambe akijibu swali namba 196, alieleza kwamba ile mikoa ambayo inapata wat, watu wengi zaidi wanapata ajira za Serikali ni kwa sababu mikoa ile ina mwamko mkubwa zaidi wa elimu. Sasa Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya katika uwekezaji wa sekta ya elimu, hakuna mkoa ambao umeachwa nyuma katika maendeleo ya elimu. Kwa hivyo, ningependa kufahamu je, kauli ile ni sawa kwamba mikoa ambayo haipati watu wengi kwenye ajira za Serikali kwamba ni kwa sababu mikoa hiyo ina mwamko wa chini wa elimu? Asante. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura na amesema hiyo ni dharura lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na zinatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi Waheshimiwa wabunge eh, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, tunampongeza sana Mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei Mosi, kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara uh, watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo, sote kwa pamoja kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa, na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia. Kwa hivyo pongezi zimetolewa, waheshimiwa wabunge, kwa niaba yenu nyote. Lakini pia amesimama Mheshimiwa Neema Rugangila akiomba mwongozo kwa mujibu wa kanuni yetu ya 76 akitaka kujua kama hilo